wa Urusi Vladimir Putin amesema katika mahojiano yaliyochapishwa Alhamisi hii kwamba Urusi itachukua udhibiti kamili wa eneo la Donbas la Ukraini kwa nguvu, labda vikosi vya Ukraini vijiondoe, jambo ambalo Kievu imekataa kabisa. Putin alituma makumi ya maelfu ya wanajeshi nchini Ukraini mnamo Februari mwaka 2022 baada ya miaka minane ya mapigano kati ya watu wanaotaka kujitenga wanaoungwa mkono na Urusi na wanajeshi wa Ukraini katika eneo la Donbas ambayo inajumuisha mikoa ya Doninski na Luhanski. Ama tukomboe maeneo haya kwa nguvu ya silaha, au wanajeshi wa Ukraini waondoke, Putini aliambia India Today, kabla ya kuzuru New Delhi, kulingana na video iliyoonyeshwa kwenye televisheni ya taifa ya Urusi. Ukraini inasema haitaki kuizawadia Urusi eneo lake ambalo Moscow imeshindwa kushinda katika uwanja wa vita, na rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky amesema Moscow haipaswi kutunzwa kwa vita ilivyovianzisha. Kwa sasa Urusi inadhibiti asilimia kumi na tisa nukta mbili ya Ukraini ikiwa ni pamoja na Crimea ambayo ilitwaa mwaka 2014 Luhansk luhanski yote, zaidi ya asilimia themanini ya Donetsk